Taarifa ya msiba. Tuna masikitiko makubwa na huzuni ya kutangaza habari ya kifo cha kijana wetu mpendwa aliyejulikana kwa majina Yope au Shindi, ambaye alikuwa akiishi katika mji wa Bowling Green, jimbo la Kentucky, nchini Marekani. Kwa mujibu wa taarifa za awali, marehemu alikutwa amefariki dunia. Hata hivyo, hadi sasa familia yake bado haijatoa tamko rasmi kuhusu chanzo kamili cha kifo hicho. Tunaomba tuendelee kuwa uvumilivu na kuipa familia nafasi huku tukisubiri taarifa rasmi kutoka kwao kuhusu kilichotokea. Tunatoa pole za dhati kwa familia ya marehemu, ndugu, jamaa na marafiki wote walioguswa na msiba huu mzito. Mungu ailaze roho ya marehemu mahali pema peponi na awatie nguvu na faraja wale wote waliobaki katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Kwa taarifa zaidi na masasisho kama haya, hakikisha unatufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ili uwe wa kwanza kupata habari kamili na za kuaminika. Imetayarishwa na umri ya megene yujesta, na hii ni JL pasenja. Asanteni sana kwa muda wenu na pole kwa wote walioguswa <muchos>